Tanzania imeshiriki katika jukwaa hili la utambuzi wa viashiria na vihatarishi, lakini n namna ambavyo kukabiliana na majanga duniani. Na Tanzania imeweza kushirikisha dunia namna ambavyo uzoefu wake ulivyo katika kukabiliana na majanga. Tanzania imekuwa na uzoefu mkubwa sana namna ambavyo tunakabiliana na majanga ndani ya nchi yetu, lakini wakati mwingine namna ambavyo tumesaidia hata majirani zetu kukabiliana na majanga uzoefu ni mkubwa uh, kwa maeneo mbalimbali, majanga ya maporomoko ya matope kwa mfano kule Hanang, lakini vilevile maporomoko ya majengo na wakati mwingine mafuriko. Kwa hiyo haya yote namna ambayo tumekabiliana nayo imesaidia sisi kuweza kuwaonyesha dunia uh, uzoefu mwingine kutoka katika eneo la Afrika. Lakini zaidi ya hapo Uh, tumepata pia fursa ya kujifunza namna ambavyo wengine wamefanya katika maeneo yao, lakini misingi mikubwa ambayo imetengenezwa na serikali kuanzia katika kuweka sera mifumo, lakini ile mikakati na namna ambavyo tunashirikisha jamii imeweza kuvutia sana wadau mbalimbali kujifunza kutoka nchini kwetu. Tunaelekea katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na kituo cha umahili ya namna ya kukabiliana na ukabiana majanga Tanzania. Hili tunaendelea kutaka kulifanya na wenzetu wako tayari kushirikiana na sisi, lakini vilevile kuja kujifunza kwetu namna ambavyo tumeweza kufikia hatua hii.